Napenda kutumia nafasi hii kutoa salamu za Christmas toka Dayosisi ya Meru iliyo sehemu ya Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania. Ha, heri ya Christmas na baraka za mwaka mpya mwaka Christmas 2025 na mwaka mpya 2026. Nawatakia baraka za Mungu kwa Christmas hii yes, tutakuwa tunasherehekea kwa vyakula na vinywaji, na hivi familia ukaa pamoja, lakini msisahau kusherehekea kiroho zaidi kuhusu mwana Yesu ambaye anazaliwa kwetu kutuondoa kwenye dhambi na mzigo wa dhambi. Nawatakia msherekee salama na amani ya Kristo ikae nanyi, iwalinde amwingiapo na mtokapo. Sasa tunapozika mwaka na hata kuingia mwaka mpya, ujumbe wangu kwa familia ni huu: sherekeeni kwa sababu ndio nafasi ambayo Mungu ametupa, unganeni kama familia kwa sababu ndio nafasi ambayo Mungu ametupa. Lakini katika maadhimisho haya yote katika sherehe hizo zote msisahau kumsherehekea Mwokozi Yesu ambaye anazaliwa, anakuja na anazaliwa kwa ajili yetu. Tumpe nafasi ya kwanza na maadhimisho mengine yafuate. Nina ni imani yangu tena, ndio sala yangu kwamba vitendo hivi vibaya ambavyo vinadhalilisha mwili wa Kristo tutazidi kuviombea na kuvipiga vita ili visiendelee katika jamii yetu. Mambo haya ya mahusiano ya, ya jinsia moja na mambo hayo yanayofanana, madawa ya, ya kulevya, vitu vinavyoufisha mwili wa Kristo tuvikandamize, kwa sababu miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Wito wangu kwa walezi na wazazi, na wazazi ni huu, turudi kwenye ile jadi yetu ya zamani, kila mtoto awe wetu, kila mtu amwangalie mtoto katika jamii. Ndio ni wajibu wa mzazi na mlezi, lakini twende hata zaidi hapo, kwa jamii, jumuiya, kijiji kiwaangalie watoto, sisi wote kama taifa tuangalie watoto, tuwape haki yao na tuwatunze.